Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Hii ni nchi yetu, tunapaswa amani, umoja na mshikamano baina yetu wa Tanzania kuilinda kwa nguvu zote. Tusiruhusu mtu yoyote au kitu chochote kikataka kuvuruga amani ya nchi yetu. Watoto wetu hawa na wajukuu zetu, tungependa waishi kama tulivyoishi sisi. E, tunaona nadhani huko Kongo watu wanatum, wanakimbia wamebeba watoto, kina mama wajawazito, tunaona wanavyokimbia mabomu, mazinga yanapigwa, watu wanajificha. Kwa kweli nimeguswa sana, nawashukuru sana watumishi wa Mungu na waamini kwa jambo hili kubwa ambalo mmelifanya, asanteni sana sana sana. Na mimi naomba tuendelee kuiombea nchi yetu, nawaomba muendelee pia kumwombea rais wetu Dokta Samia Suluhu Hassan. Nimepata bahati ya kufanya kazi na marais watatu: Dokta Jakaya Brisho Kikwete, Dokta John Pombe Magufuli na Rais Samia Suluhu Hassan. Sisi wanawake kwa asili ni walezi wa familia, kwa mama Samia anajitoa sana kwa kweli, nimeona kabisa kutoka maoni mwake the way anavyojitoa kutafuta fedha, kutafuta fursa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania, tumweke katika maombi na saa tunazopewa na viongozi wetu tunazingatia. Hapa ndio ni swala msingi zaidi, hapa ndio ni mambo mazito zaidi. Kwa nini nasema haya? Kila mmoja anaamini kuna Mungu na kila mmoja anaamini kuna siku atayacha dunia. Haileti maana yoyote, uko ndani ya kanisa hili, lakini dhambi zote zilizokatazwa na unazokumbushwa na viongozi wa kiroho h ukitoka hapa ndio zimejaa vichwani. Uzinzi uende namba moja, kusengenya wende namba moja, hirizi wende namba moja, shiriki wende namba moja, kila aina ya dhambi unayo. Kwa hiyo niwaombe sana tuzingatie haya ambayo viongozi wa kiroho wanatuambia. Niwaombe sana mshikamano katika dini yetu, upendo kama tunavyoelekezwa na viongozi wetu, mapenzi makubwa, lakini tuthamini wanaotuthamini na kuwasamehe wale waliotukosea.